Na Harrison Kombe amechaguliwa kwa mara nyingine kuwa mbunge wa Magarini. Katika uchaguzi mdogo ulioandaliwa jana, mwaniaji huyu wa chama cha ODM alijizolea kura 17,909 ambayo ni asilimia 64 ya kura 27,808 na zilizopigwa. Stanley Kenga wa chama cha DCP aliibuka wa pili kwa kura na Akitangaza matokeo hayo kwenye chuo cha mafunzo anuwai cha Mapimo, ambacho kilikuwa kituo cha kujumulisha matokeo, msimamizi wa uchaguzi katika eneo bunge hilo Joseph Mwafondo alifichua kwamba asilimia 34.5 ya wapigaji kura 80,128 walisajiliwa waliosajiliwa walijitokeza kutekeleza wajibu wao wa kikatiba. Uchaguzi mdogo ulioandaliwa kwenye eneo bunge la Magarini uliowavutia waniaji kumi. Harrison Kombe ambaye alikuwa mgombeaji wa chama cha ODM aliibuka kidedea kwa kura elfu kumi na saba, mia tisa na tisa. Garama kwa kasuusu, nichukue nafasi hii nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari ndefu tuliyokuwa nayo naye akawa pamoja nasi mpaka kufikia siku ya leo. Pia nichukue nafasi hii nishukuru kila mmoja wetu aliyeshiriki katika safari hii mshindani wake wa karibu Stanley Kenga wa chama cha DCP alijizolea kura 8,907. Furaha Chengo aliyewania kwa tiketi ya chama cha DNA aliibuka watatu kwa kura 227 na kufuatwa na mwaniaji huru Amos Kalama aliyepata kura 182 huku mgombeaji wa chama cha Roots Party of Kenya Hamadi Chadi akipata kura 138. Jacob Themo wa chama cha Fedro alikuwa wa sita kwa kura 70 akifuata na Emmanuel Kalama wa chama cha The We Alliance aliyejizolea kura 60. Nafasi ya nane ilimwendea mwaniaji wa chama cha Wiper Patriotic Front Samuel Nzai aliyepata kura 58 huku mgombeaji pekee wa kike Sara Wahito akipata kura kumi na mbili. Mwaniaji wa chama cha Kenya Social Congress John Sulubu alivuta mkia kwa kura kumi. <laughs> kuhakikisha kwamba hili pali tunataka kusimama imara na chama chetu cha ODM. Na nataka kuwashukuru sana wanachama wote, ria atutoa mzigo wa ukabila. hatutamuzi wa nupa ya kuweza kugawanya watu, hatutamuzi wa nupa ya kutukana sijui mambo wakaba hayana maana yoyote. Kati ya wapiga kura 80,128 waliosajiliwa ni wapiga kura 27,808 pekee walioshiriki kwenye zoezi zo hilo katika vituo 193 vya kupigia kura, hii ikiwa ni asilimia 34.5 ya jumla ya wapiga kura katika eneo hilo. Ucheleweshaji katika mchakato wa kujumlisha matokeo na idadi ya chini iliyojitokeza iliwashangaza baadhi ya waangalizi. Tumeona kwamba elections zimepelekwa kulingana na mujibu wa sheria za za, za uchaguzi uh, la pili tumeona kwamba elections zimekuwa free and fair kwa sababu eh, moja ni kwamba wamekubali observers, pili wamekubali agents, tatu candidates walikuwa na access kwa, kwa vituo pia kufuatilia. Lakini tatizo ni kwamba namba iliyojitokeza ya vijana kupiga kura ilikuwa chini sana. Kuna tatizo, sisi kama mashirika tuliokuwa huku chini nyanjani, tukifanya observation, tumeonelea ipo haja ya sisi kufanya kazi ya ziada kuelimisha watu kuhusu umuhimu wa wao kuchukua kura, umuhimu wa wao kupiga kura na umuhimu wa vijana pia kusimamia vitengo tofauti tofauti vya kisiasa. Kwa miaka miwili eneo bunge la Magarini halijawa na mbunge baada ya kufutiliwa mbali kwa ushindi wa Kombe kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili kwa misingi ya makosa ya kiuchaguzi na visa vya udanganyifu.